Kwa wale vijana wanaodhani ya kwamba CCM haikubali vijana wagombee ni wamegea kidogo tu. Panako mwakani ms Msasani kata ile nitakuwa nikisimama kama diwani CCM woe. Vijana safi uwe. Wakazi wa jeshi la ukovu, nina mambo ya msingi nataka kuzungumza nanyi siku ya leo ambayo kwa hakika tukiyazingatia na tukayaweka katika akili zetu basi mabadiliko na maendeleo yatatokea katika mtaa wetu. Wapo ndugu zetu, ndugu zetu hawa wanaitwa UKAWA, ambao wao wameamua kuungana, lakini hawa hawawaelezi wananchi yale ambayo wamekubaliana vizuri. Ilikuwa tarehe ishirini na sita siku ya Jumapili mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na kumi na nne walikutana viongozi nane wa vyama vinne tofauti walikaa na wakasaini makubaliano saba tu ya UKAWA. Mpaka leo hii tunazungumza, hawa UKAWA wamekaa pamoja kwa siku arobaini na tatu tu. Sasa tuwape serikali watuongoze watu, watu waliokaa siku arobaini na tatu Haiwezekani. Lakini katika siku arobaini na tatu walizokaa pamoja, bado wameshindwa kukubaliana maeneo jetiluma. Ukienda pale CHADEMA wamesimamisha na kafu wamesimamisha mgombea tayari ndani yao kuna mifarakano. Tukienda kidogo, wameweka kafu, wamesimamisha Chadema wamesimamisha. Yako maeneo mengi ambayo wameshindwa kukubaliana, wameweka wagombea kutoka vyama tofauti. Sasa hawa Ukawa hatuwezi kuwapa nafasi sisiemoye. Lazima chama kinachotaka kuwekwa madarakani kiwe na sera, kiwe na ilani ya uchaguzi, lakini kiwe na katiba Ukawa tafsiri yake ni umoja wa katiba ya Watanzania. Je, yes, swali linakuja, kusingekuwa na mchakato wa katiba tungekuwa na ukawa? Kwa nini sasa tumpe lifti mtu alafu atakaeye kuendesha gari? Hatuwezi kuruhusu ukawa waingie katika serikali kwa sababu chama cha mapinduzi tuna ilani ya uchaguzi, tuna sera zinazotekelezeka, lakini sivyo hivyo tu, tuna katiba pale wanapotofautiana, katiba inatumika kuwaweka pamoja. Sasa hawa Ukawa hawana katiba, hawana sera, hawana ilani. Wakishindwa kutekeleza, tutawahoji vipi? Na je, watatuongoza vipi wakati sehemu kibao wameshindwa kukubaliana? Na siku zote lazima nyumba bora ijengwe katika msingi imara. Sasa hawa viongozi wa ngazi za kitaifa wa chama cha kafu chama ambacho kimeshapoteza mwelekeo Tanzania bara, wana wabunge Mbani wawili tu bunge la Jamhuri ya Muungano kutoka bara. Sasa chama hicho kinapoteza mwelekeo. NCCR Mageuzi wabunge wao wanahesabika. Sasa wameona ya kwamba haiwezekani viongozi wao wa kitaifa hawana nafasi katika nchi hii. Wameamua wakusanyane waungane pamoja, bila kushirikisha matawi, bila kushirikisha kata bila kushirikisha wilaya migogoro, na ndio maana migogoro ndani yao. Hatuwezi kuwapa nafasi ukawa kwa sababu hawana sera za kutuongoza hawana ilani na hawana katiba CCM oyee! Ndugu zangu, wakazi wa Jeshi la Wokovu, niwaombe kitu kimoja, kupiga kura ni jambo la msingi sana, na serikali za mitaa ni jambo la muhimu kwelikweli, kuliko unavyodhani kufikiria. Siku ya Jumapili, tarehe kumi na nne, tuliamke asubuhi na mapema tukapige kura na kwenye CCM weka tiki CCM, wote weka tiki. Tusichanganye, mchele wenye mawe hauliki. Hatuwezi kuweka CCM wachache tukaweka na ukawa. Ukawa ni mawe kwenye mchele, tutashindwa kumula ubobwa. CCM oye, tusifanye makosa. Hatuwezi kuchukua watu waliojiunga unga ili waweze kutuongoza. Hawa ni watu wenye kutafuta maslahi binafsi, hawana nia ya dhati ya kuleta maendeleo katika eneo letu, na tusiwakubali yeah. Hii ni sumu si ya kuonja yeah. Sm, vijana wenzangu, chama cha mapinduzi ndio chama, chama kinachoweza kuleta mabadiliko ndicho chama ambacho kinaweza kutufikisha pale tunapotaka kufika. Kuna vijana wana vipaji hapa, daktari amenigusia ameniambia atakuwa atakuwa na shughuli au eneo maalum la kuhakikisha vijana anawasapoti katika mipira, katika sanaa kila kitu anachotaka kufanya vijana ataenda nao bega kwa bega, na ameanza kwenye kampeni hiyo. CCM oye! wakina Wakinamama, amenidokeza kwamba lazima hakikishe wanawezeshwa hawa. Inawezekana kuwa na miradi na vikundi mbalimbali, mama zetu hawa wanaoteseka waweze kuwezeshwa, maisha yaende. Ni kupitia CCM, kupitia kuchagua chama cha mapinduzi, Dr Mgonja na kabineti yake na wajumbe wake wote watano. Tukiwachanganya ndugu zetu, wamezoea migomo wao kila kitu wanagoma tu, hata kwenye mambo ya maendeleo watagoma, tutakuja kujuta. Ninaomba tusichanganye, tusifanye makosa, tuhakikishe ukawa hawapati nafasi katika eneo hili. Tuweke wagombea wote wa CCM wapite, ili wakishindwa kutekeleza wakishindwa kutekeleza yale ambayo wanatuahidi siku ya leo, waweze kuwajibishwa, tuweze kuwawajibisha kwa sababu tuliwaweka wote, wakishindwa tuwaoji wote wachanganya zitapatikana sababu za kutoleta maendeleo. CCM oye! Ndugu zangu, ni wasihi tena, katiba yetu ya Tanzania ibara ya 146 ibara ndogo ya kwanza inaelezea umuhimu wa serikali za mitaa, kwamba ni lazima serikali za mitaa tuzitumie vizuri kuleta maendeleo katika maeneo yetu. Hizi zimepewa mamlaka makubwa tutakapokuwa na viongozi wenye dira, viongozi wanaojielewa viongozi wenye uwezo viongozi wanaoweza kusikiliza matatizo ya wananchi. Daktari kazi yake ni kuhudumia wagonjwa, amezoea kusikiliza matatizo semuse, tukimweka kwenye serikali. Sisi tunahitaji viongozi makini wa Chama cha Mapinduzi. Ninaomba tukapige kura na tuweke Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu wa Ukawa, tunawakaribisha na nyie muweze kupiga kura. Kura ni siri, we weka tiki, weka tiki. sisi wote